Yes, karibu tena katika Mbilinyi Online Academy. Sasa pale unapoamka asubuhi, pendelea sana kusema hili linawezekana, hili linawezekana, hili linawezekana. Kwanini useme hivyo? Kwa nini useme hivyo? Lengo la kusema hivyo ni kutaka kujenga imani, ni kutaka kujenga nafsi yako, ni kutaka kuikirisha nafsi yako, ni kutaka kuikirisha mwili wako wa kiloo kusema ili linawezekana. Amka asubuhi, sema, mimi nitanunua gari, nitajenga nyumba ya kifahari, nitaishi maisha ya ndoto zangu, nitakuja kumiliki viwanda. Najiona mimi nina fedha nyingi, najiona mimi ninavaa vizuri, najiona mimi naishi mazingira mazuri, najiona mimi nina pesa nyingi, najiona mimi ni tajiri, najiona mimi ni milionea, najiona mimi nina mafanikio makubwa, hakuna mtu yeyote ambaye ananifikia. Najiona mimi nime ni, ni, niko viwango vya kimataifa zaidi na zaidi. Najiona mimi najiona mimi najiona mimi. Utafanikiwa sana ukifanya hivyo, ndani ya mwezi mzima kila kitu ambacho utakuwa unakifanya utakuwa unakiattract, kila kitu ambacho unakifanya utakuwa unakiattract. Kwa mfano mimi nina uwezo wa kuattract kitu chochote na nikakipata ndani ya hiyo siku ndani ya huo mwezi au ndani ya hayo masaa na nikakipata.